Hello, karibu tena, ni siku nyingine nzuri iliyobarikiwa, ni episodi nyingine ya Let's Parent Podcast. Na I go by the name Hadija Kitaringo, mama Ace, mama wasichana wawili. Anyways, uh, leo kama haunifahamu, utanifahamu for the first time, mimi ni fitness coach apart from being a podcaster na apart from being a mother kwa hiyo nataka tuongelee swala la fitness as a lifestyle in a family, kama hujawahi kunisikia na natamani ku, ku share i call it the gospel ya fitness and healthy kwenye kwenye ukuaji wetu sisi, uh, the millennials na eligenzi wengi wetu tulipata nafasi ya kukulia kwenye mazingira ambayo yalikuwa less toxic. Vyakula tulivyokuwa tunakula havikuwa that much toxic and hata lifestyle haikuwa that much toxic the way it is sasa hivi. Kwa hiyo tuna, tunapata huu ugumu kwenye kwenye malezi yetu and I, I wouldn't say kwamba ni kitu kibaya, lakini kinaweza kuwa kibaya sana huko tunakoelekea. As a fitness coach let's talk about this, let's talk about the lifestyle. The way tuna tunalea watoto wetu kwenye haya mazingira ya vyakula wanavyokula, the sleeping patterns, the way watoto vitu wanavyokunywa, like the anxiety wanayoipata kutokana na mazingira haya yote, yana affect na, na kuharibu ukuaji wa mtoto kwa tukianzia kwenye diet au the eating habits or the lifestyle ambayo tunayo, of which ndio chanzo cha heka heka zingine zote tunazokutana nazo. Tuko kwenye dunia ambayo left right center, hadi vyakula ambavyo we claim to be healthy vinakuwa not so healthy the way it's supposed to be healthy lakini I would say sisi wa Tanzania au wa Afrika in general, tumebarikiwa. Mungu ametubariki, tuna vyakula vyetu, sio hivyo, sio that toxic the way watu wengine wana, wana claim na kupigia kelele. Watu, okay, I would say kwamba watu ambao wanasema the organic huko kwao, sisi kwetu tunaweza tukawa ndio tunaita ni vyakula vya kisasa kwa sisi wa Tanzania. Lakini tukiachana na hizo tuna ardhi ambayo bado haijaharibika the way imeharibika, hatuna hiyo teknoloji ambayo wenzetu wanayo, kwa hiyo bado tuna kiadvantage. Sasa kwenye hii advantage, kuna watu tunahisi kwamba ni uswahili, sio utanzania kuishi the other lifestyle, ni uzungu, as much as kuna vitu na mazingira ambayo tunayo yanaweza yakawa kweli ni uzungu, and every parent would like their kids ku, ku explore that part, but ule utanzania wetu una vyakula vyetu na maisha yetu, ni vyakula healthy ambavyo tunaweza kulisha watoto. Wanasema uh, kisukari, kisijui magonjwa ya moyo, haya magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaanzia actually anakuja kuonekana 15 years later, na ndio maana tunaona kwa wazazi wetu, tunaweza tukaona wazazi wengi wenye visukari wanakuwa huko kwenye 60s and 70s. Lakini tukisema 15 or 20 years ago, alikuwa labda ana 40s, alikuwa ana 50s, ndio akaja kukutana na hayo. Kumbuka huyu mtu aliishi a healthier lifestyle maisha yake yote, 50 years, 40 years, akakitengeneza sisi uh, kwenye kizazi chetu kina ki, haya magonjwa yanakuja as early as in our 30s and 40s, kwa ina maana tumeanza kutengeneza kuanzia tukiwa 15 years na kuendelea. Sasa imagine mtoto aliyezaliwa leo aliye, aliyelishwa, uh, processed the foods from the beginning, alikuwa akati anaanza kula amelishwa vyakula uh, vya masupermarket I'm not saying kwamba ni vibaya, lakini just imagine haya, amekuwa utoto wake wote, utu uzima, mpaka anafika 15 years ameshajaza toxins za kila rangi. Huyu mtoto by 15 anaweza akawa na haya magonjwa, na kuna wengine hata afiki uko 15 anakuwa nayo magonjwa as early as possible. Kuna watu ndio wanazaliwa navyo, lakini I think zamani ilikuwa huu ugonjwa kuja kutokea it takes time, hata kama ulizaliwa navyo, lakini sisi unazaliwa navyo na ugonjwa unakuja kushout as early as in two years, three years. Kwa sababu tayari ulishakuwa na mwili wako ulikuwa tayari una, una vihekaheka, unakuja kuongeza hekaheka zingine kutokana na lifestyle na, na vyakula pia tunavyolisha watoto wetu. Utanzania, Uafrika, tule vyakula vyetu kivyetu vyetu. Mimi I would not tell you kwamba this food specific is nice, kwa sababu kila mwili wa mtu, kila maisha ya mtu, kila mazingira ya mtu, tuna vitu tofauti ambavyo tuna consider healthy kutokana na different factors, lakini hebu tuchague ambavyo ni vya asili kama itawezekana, lakini ambavyo ni less toxic, less toxic kwa kwa kwa uwezo wetu kwa yani, watoto wetu wanaweza wakawa na magonjwa, lakini hebu tujaribu kuya- kuyachelewesha labda I would say au ku, at least kuwafunza kwa sababu they have a very long way yakula hizo toxins kwa muda mrefu, basi at least uifanye miaka yao ya mwanzo ni ipunguze kaeka, kwa sababu kuna watoto wana go through magonjwa mengi at a very early stage and huenda ikawa, uh, chances nyingi could be the diet and the lifestyle, that we have the lifestyle pia tulionayo as sasa hivi, ambao ni ugonjwa mwingine ni ha huu ugonjwa wa the screen tuseme, uh, as much as tunataka watoto wetu wa explore dunia na ndio dunia inakoenda, lakini tunapoteza interaction. Unakutana na mtoto hajui nini cha kufanya, nini cha kumwambia mtu akikutana naye au mwenzake akiwa shuleni, kwa sababu hajawahi kufundishwa au hajawahi kuona namna ya kuinteract. Haya, unakutana na, na, na mtoto mwingine Yani, siyo mtoto ameshakuwa mtu mzima kwa sababu ya vitu anavyokutana navyo. Haya, the same screen and diets ambazo we have, inaharibu sleeping patterns za wa watoto, inaharibu growth ya watoto, inaharibu thinking capacity ya mtoto, inampea mtoto magonjwa mengi ambayo tuko tunayalabel differently, lakini probably It's the lifestyle that we have. Hebu kumbuka the way tulivyokuwa wakati unakuwa, unaachwa unaenda uko mtaa wa hamsini, ukirudi nyumbani you are tired, the only thing you want ni kulala. Sisi watoto wetu hawachoki, na kwa sababu hawachoki watachelewa kulala, wasipochelewa kulala na kwa sababu tulikaa na uko ndani wako hapo kukwaza, wako hapo kuvunja vitu, wako hapo leta tabia za ajabu. Those a story, niliona mama anaelezea kwamba mtoto wake alikuwa ameambiwa one of the YouTube pa- pages sijui kwamba uh, amuue sijui mama something like that. Kwa hiyo huyu mtoto alianza kuwa anaongea vitu visivyoeleweka, just because of that, and there are pages ambazo are dedicated to teach kids kufanya hivyo vitu. Mzazi, you have no idea as much as we want our kids kujifunza kuwa ahead of the time, lakini bado hawajafikia huo umri na na, sisi tuko kwenye dunia ambayo iko very busy, a very busy world. Ukigeuka huku, dunia inakwambia standard ya mtoto kuishi inatakiwa vile, ukigeuka kule, mzazi unatakiwa kuishi kwenye standard hii, kwa hiyo As a parent ambaye unampenda mtoto wako unatamani kumpea mtoto wako a very good standard life. Nani asiyetaka mtoto wake anayempenda kipenzi aishi maisha mazuri? Obviously amna mzazi ambaye hataki. Kwa hiyo tunapambana ku, ku, kuwapea watoto wetu a good life, lakini at the same time, that good life inawaharibu wengine, inaharibu upeo wao inaharibu, inaharibu uh, sistimu ya mwili wake like, Its hard, eh? alafu baadaye tunaanza tena ku complain na umjui mtoto unaishi naye, hujui ilikuwaje mpaka akafika hapa, na uenda ikawa mnaweza msinotice, kwa sababu kama it's a lifestyle ambayo mtoto anaishi na maana the whole house mnaishi the same lifestyle, kama mnakula junkies, na maana mtoto anavyokula junkies na wewe unakula junkies, sawa? So, kama mtoto ana access ya kuangalia TV, simu, tablets for a very long time, ina maana wewe mzazi pia uko attached to the, uh, the devices sawa. So, kwa sababu I see kwa, mimi pia muda ambao my kids hawa, anyways hawa, hawako kwenye hizo sana screen, lakini muda ambao mimi najisahau kama mzazi na dwell into my screen. That's exactly the same moment, na wenyewe watakaa labda hapo begani, wataangalia nachokiangalia. Kama it's a good thing, at least watajifunza. Kama it's a bad thing, ndo hivyo na wenyewe wamesha pick haya. Unaweza ukakuta mnakaa mna mmeamua kusikiliza, let's say mziki, mko mnaangalia kwenye TV hapo, naye atasikiliza au ataangalia kwa, ina maana At that moment huyo mtoto naye atajifunza that song, si ndio? Atajifunza whatever that you guys mnaangalia. Ko, unaweza ukawa unakimbia screen time kuwapa watoto lakini wewe you are also addicted to the screen time. Haya, The sleeping pattern, mtoto anashindwa kulala vizuri kwa sababu maybe ana- anapata hizo attack akiwa analala. You can't concentrate nalala. Okay, siku hizi tuna focus spam ni muda mfupi, kwa hiyo yani yupo tu hapo, akili yake muda wote inataka ku load vile vitu alivyoviona kwenye TV, yani kwanza ndio muda akili yake ina process, kwa hiyo by the time analala ni almost nakaribia kunakucha kucha Haya wewe mzazi, ina maana kama mtoto amechelewa kwenda kulala, lazima mtoto ameenda kulala saa tano, ina maana na wewe umelala saa tano, si ndio? Wewe umelala saa sita, ndio maana mtoto ameenda wa, au watu waliomzunguka kama ni dada, kama ni the supporting system that you have at home wamechelewa kulala ndio maana na mtoto amechelewa kulala si ndio? Amechelewa kulala kwa sababu ipi? Mostly ni the same reasons ambazo tuna tunakuwa nazo, labda na yeye alikula just few hours before bed, so chakula cha kija digest, yuko kitandani anazunguka, au ana, ana screen, ni muda wake ukuongea, wa kuongea, wa kuchat, wa kuscroll on social media, so that's the, the case ambayo we have, na hivi ndio vitu ambavyo tuna expose our kids around, tuna tuna embrace labda tuseme utandawazi uzungu uhoteva ambao tunaamua ku embrace lakini, at the same time, unaumiza watoto wetu. Yaani kitu kitu pekee i think muda mwingine tunasahau ni kwamba hawa watu ambao ni nchi zilizoendelea tunaochukulia, ndio hawa ndio mfano wenyewe walisha embrace, walishaona madhara yake. Sasa hivi this same people are fighting so hard, watoto wao warudi kwenye kusocialize, watoke kwenye screen, waanze kula healthy. Na ndio maana kama, kama ni mtu unayefuatilia these people, unakuta healthy foods are expensive kuliko the junkies. Kwetu sisi ni vice versa, kwa sababu not a large number of people can afford hivyo vitu. Na ndio maana vinakuwa that much expensive. Sasa imagine mtu ambaye alishawahi kwenda kule ambapo nyie mnaenda, akagundua ni kubaya, akarudi. Kwa nini sisi tunapambana kwenda kule ambapo mwenzetu ameenda na akarudi? Sisi hatujafika mbali, na kwa sababu hatujafika mbali, hebu tupaishi hapa, tupunguze, itokee ku minimize au kwa sababu okay, ku... you can't cut off exactly 100%, wanahitaji kujifunza labda lakini mwache mtoto ajifunze kutokana na umri aliyopo when it comes to technology. let the kids sleep. Mida au muda anaotakiwa kulala mtoto anatakiwa labda kulala masaa kumi, kumi na mbili. Mwache mtoto alale like, tengeneza mazingira ya mtoto wako kulala. Huu ndio muda ambao akili yake inakuwa, mwili wake unakuwa. Kwa nini tusiwaache waka wa watoto wakawa watoto wakakua kwenye pesi ya utoto? Haya, huu ndio muda mtoto anatakiwa kupata nutrient zote kwenye vyakula. let's give kids at least minimize the processed the foods at least iwe rahisi. Wow. Kwa sababu in the next 10 years, 20 years tunaweza tuka tuna vyakula worse. Sasa imagine mtu alishaanza kula a worse food kuanzia huko, mtoto ana miaka saba na miaka sita tayari ameshapata obesity tayari ameshapata kisukari, and we are here glorifying kwamba oh, mtoto wangu amenenepa ame gain weight and all, it's not maybe so nice the way we think it is. Tuna we feed our kids, kumlisha mtoto sio mbaya, it's okay, mlishe mtoto wako, basi, mlishe vitu healthy. Unaweza ukawa huwezi kufanya hivyo 100%, basi mfanyie at least 80%. By the way, kitanzania na Kiafrika would say watu ambao kana food kuwalisha watoto wao junkies and junkies and junkies every day, ni watu wako kwenye status fulani hivi ambayo tunaweza tuka consider a middle class or a high class, lakini sisi wa maisha ya kawaida ya Mtanzania it's expensive kualisha watoto hivyo vyakula. Then let's go and dig and feed our kid vya vyakula ambavyo ni vya asili tena ni accessible. Yani, unaenda mahali unaweza ukajikuta unapata vyakula vizuri okay, to assume labda unataka viazi vitamu na miogo vya elfu moja vya elfu mbili unaweza kumlisha mtoto wako ambavyo hivi, kwa kwa kwetu sisi, labda ni vitu ambavyo bado havijakuwa uko kwenye that much sijui zile fertilization and everything kimaisha ya Mtanzania, mtu mwenye familia ukaamua ku budget around a healthier foods kwetu, I would say it's cheap. hata sio vya kuenda kununua supermarket. unaenda sokoni, soko husika unapata. Kuna watu wako sehemu ambazo hivi vyakula hata vijafika supermarket, kwa hiyo anaenda sokoni and it's normal. lakini kwa vile kuna, kuna eh, ni kama standard, au ni vitu tunaiga, tunaanza kuhisi kwamba kuna vyakula kumlisha mtoto kila siku ni ni utajiri. Nisheku araundi mtu ana brag kwamba yani, mi watoto wangu hawapendi kabisa ugali yani, ukiwapa ugali yani hawataki, lakini uh, kila siku kwangu lazima tupike, lets say, alikuwa anasema lazima kila siku kwangu nipike chipsi. Like, yes, chips it's a nice food sindio, lakini haimaanishi kwamba ndio, ndio, ndio status kwamba una, unaishi this standard. Ebu hebu tuishi kitanzania kiutanzania kwa ajili yetu sisi, lakini pia kwa ajili ya watoto wengine. Tungekuwa tuna maisha ambayo tuna tunaishi bila kuiga labda mifanano ya watu wengine kama ambavyo let's say wazazi wetu waliyaishi, tungeweza ku, kuepukana na matatizo mengi sana especially when it comes, let's say kwenye malezi tungeweza kuepukana na hizi kelele tunazozisikia sasa hivi za diet and all, and by the way, imagine mtoto ameanza kula healthy kuanzia, yuko nyumbani ameshazoea, kwa hiyo hakuna kitu kipya. Akienda duniani mtu akimwambia diet, they can't relate kwa sababu like, why is this diet wakati chakula nimekuwa nakula kila siku a balanced diet? Yani kwa nini iwe diet? Mtoto atengenezi a bad relationship na vyakula. Sasa hivi tuna watu wengi sana Wana a very bad relationship na chakula kwa sababu ame ame ameambiwa hivi vyakula vitakusababisha, hivi vitakusababisha vile. Kwa hiyo wanaona mm-mm, sitaki. At the same time tuna watu ambao wame wanaingia kwenye kwenye vitu vya ajabu, tabia, mahusiano ili wapate aina za, za vyakula, kwa sababu wanahisi kwamba mimi kula ugali lete na dagaa kila siku na mboga za majani na maisha ya chini kwao, nataka na mimi kuafford kula burger and pizza kila siku ili nionekane pia high mtu wa status fulani. Lakini jamani, kwani, kwani kuna ubaya gani wa kula hivi vyakula vyetu? Hatuwezi kufa. Sawa. So, lakini kitu kingine it's it's a, a, a lifestyle when it comes to stress. Watoto wana stress at a very young age. Mtoto sasa hivi ana stress ya nini? Kina trendi. Uh, kuna wengine ambao wana stress za simu like a new phone imekuja na mimi naitaka. Kuna mtoto ana stress labda ya laptop. Kuna mtoto ana stress ya games. Kuna mtoto ameona something on social media. Like watoto wana stress so unnecessary. Imagine wewe, hata mi sijui, kwa watu wengine, lakini imagine kabla ujaenda shule huko, na kama uliishi tu mazingira ambayo yana wazazi mama na baba ambao walikuwa wanaprovide vizuri, I am sure mpaka unafika form 4 ulikuwa hujui kwamba kuna watu wanashindania simu, kuna watu sijui wanashindania uh, new trend ya nguo zilizotoka. Hujui yani kwanza kuna watu hata mahusiano yalikuwa haya, yaani it was not in the picture. Kwa hiyo hata sio kitu ambacho unakiwaza. Sasa hivi kitoto kidogo kabisa kimeshaingia kwenye mahusiano na they post huko, wana posti huko on social media, wanafanya mambo ya ajabu kabisa. Ni kwa sababu tu kuna this trend ambayo wazazi tumeshafungua huu mlango wa kuwapea watoto wetu stress. Mtoto unakuwa tayari ana stress, alikuwa tayari ana diet mbaya tayari, ameishi kwenye maskrini, usingizi wake pattern zimeharibika. Huyo mtoto maisha yake yote amekuwa ya, tuchukulie mfano as simple as kunywa maji ni kitu mtihani siku nzima amekunywa maji let's say a glass au hajanywa maji kabisa. Nakwambia mimi, mara ya mwisho hata sikumbuki nilikunywa maji lini, lakini akigeuka huku amekunywa soda, akigeuka huku amekunywa processed juice, akigeuka kule sijui kama amekuwa kidogo, sijui amekunywa alcohol, amefanya hivi. Sasa huyu mtu, imagine, hii ndio lifestyle ya mtu ameshinda ame kwenye TV akipumzika kuangalia movie, ata scroll on social media, kuangalia what's going on on social media. Akimaliza atakula hizo pizza and burger, akitoka hapo, au chipsi amekula, ndio chakula chake kila siku, sababu sindio, uzungu, sijui ametafuta vitu gani. Akitoka hapo, anataka apate boyfriend wa kumpenda, they have that couple goals on social media. Huyu mtoto huyu, huyu hajalala Hakumbuki yani, mda aliolala at least 5 hours 4 hours ni lini? Kwa hiyo mtoto atakutana na watu wa age yake wana a better lifestyle more than hers or his. Atapata stress ya kutaka kuanza kuishi maisha ambayo maybe close to her peers or his peers. Kwa either ataingia ata let's say kwenye mahusiano kwa sababu that's the easiest way ya kupata hizo hela na watu wa hivyo, atakuja labda atafanya kazi illegals, vyovyote ile mradi apate hela ya kuweza kuishi hayo maisha wenzake wanayaishi. Huyu mtoto bado hajajijua yeye ni nani, hajajua nini anakipenda, tayari ana stress, tayari like kila kitu kimeharibika. Kwa kama wazazi, wazazi wa kizazi chetu tunaolea watoto wa sasa hivi, whether it's Gen Z, Gen Alpha or Gen whatever iliyoanza this year, hebu tu, tufanye tufanye kitu cha kuwaokoa hawa watoto, na ni vitu tu virahisi kubadilisha a lifestyle at home. Make sure your kids at least they drink water as, as easy as kunywa maji mtoto. Ni, ni tabia ambayo inaonekana ni rahisi, lakini ni ngumu, kwa sababu tuna watu wazima wengi hawezi kumaliza maji lita moja sawa. So, lakini huyu ambaye hawezi kumaliza maji lita moja kwa siku, sidhani kama anaweza kalea mtoto anayekumbuka kunywa maji. Sidhani. Haya, as- as easy as that. Imagine mtoto unamwepusha labda na dehydration, unamwepusha mtoto na- na magonjwa tu labda tuseme kuflash toxins in the body haya as easy as mtoto kulala na kurelax kwa muda, mwili wake upate muda wa kupumzika, wa kurelax muda wa kutosha. Kama mtoto binadamu, binadamu tunaambiwa tulale masaa sita hadi saba hadi nane lakini mtoto anatakiwa kulala at least Nine to ten hours. Huyu mtoto anayelala masaa mawili matatu, sio masaa matano, kwa sababu shule pia anayosoma inabidi amke saa kumi na moja alale saa nne, masaa sita masaa saba mtoto anayolala, unategemea mtoto darasani akakae vipi, akoncentrate, amsikilize mwalimu? Na huyu mtoto ni wa miaka mitano, miaka minne, anatakiwa kuishi maisha haya for and all hizo mnaenda kulala saa mbili, saa kumi na mbili umeamka utapata uvivu kuamka, uvichi kila mtu anapata, lakini utaenda shule so energetic hauna shida, hauna stress ya aina yoyote. Haya, mtoto umekaa nyumbani, amekula vizuri, anakula vizuri hana tu magonjwa gonjwa. Sawa, sio leo wiki hii nyumbani wiki hii hospitali wiki hii shule wiki ijayo yuko yaani, kiasi kwamba hadi shule inakuwa inafahamu huyu mtu atakuwa anaumwa, huyu mara anaumwa kichwa, mara mtoto sijui amepata hichi, mara kesho amepata kile, hana hizo heka heka za kwenda na kurudi hospitali. Imagine, kama kama mtoto tukijenga jamii ya watoto wa hivi, watoto wanakutana shuleni, they are happy, wakiongea wanaongea lugha ambayo ni ni rahisi ya, kujua, ya kuelewana kwamba hii ndio vyakula, this is the lifestyle ambayo tunatakiwa kuiishi mtoto yani ana, a, a, a, interact na wenzie. Ha, interact kuhusiana na katuni. Imagine the way tukua tunakutana unahadisia story yani, kuna mda inakubidi as much as ilikuwa siyo a good thing, lakini inakubidi utumia akili yako kuweza kucreate story, kama una story ili ukae na wenzio, akili yako inakuwa iko pale sharp kuweza ku come up with stories. Umetoka huko ulienda kucheza na wenzako, you can't wait kesho kuhadisia marafiki zako shuleni. Haya, mtoto yani Shuleni mnakuwa na namna ya kuinteract kwa sababu you have something new ku kushare na wenzio. Ukirudi nyumbani you have a story to interact with your friends at home ambao so labda walisoma shule tofauti na wewe. La, wana mazingira tofauti na wewe. Like, mna vitu vya kushare kiasi kwamba inafika stage unaweza kuona maisha mengine kwa mwenzako. Zamani mtu unaweza ukawa unaweza ukawa hujakulia, let's say, kwenye maisha ya aina fulani, lakini the way mwenzako anakuelezea, the way unakuja kugundua, ah, kumbe kuna watu wanaishi hivi. Kuna kitu kwenu ulikuwa umeona very normal hai, mnakaa shuleni mnahadisiana, unaona ah, kumbe kumbe I am not alone. Inaweza kai ilikuwa hatujui kwamba ndio hiyo, hatuna hiyo tamu ya kwamba kumbe I am not alone. Lakini that is what it was by then. Sasa hivi huyu mtoto hana eh, life. Let's assume ni mtoto anakuwa abused ambacho so, it's, it's any that's the same style kila mtu anaishi ah mwingine atamwambia mamaangu mie aliniambia hivyo ni tabia mbaya. Baba yangu mimi aliniambia usiruhusu mtu akufanyie hivyo, anagundua ah, kumbe hii sio tabia nzuri, anaweza kukumbuka kwenda kuwaambia nyumbani. Yaani watu wameweza kuharibu watoto wetu kwa sababu wanajua watoto hawana watu, yaani wazazi wako bizi, watoto wanalelewa na wadada, labda watoto wamekua wame kwenye TV kwanza. Na tv zenyewe na hizo katuni zina entertain haya mambo, kwa hiyo mtoto ameona kwenye tv ambayo sio dunia yetu, amefanyiwa labda na mtu wa karibu, hana mtu wa kuongea naye, hawezi kuhisia na kushare kwa wenzake shuleni. Saa ngapi huyu mtoto atajua kwamba this is not normal? Hatojua, by the time anakuja kugundua kwamba hichi sio kitu cha kawaida, muda umeshaenda, ameshaharibikiwa kwa hiyo At least the social interaction pia ilikuwa ni kitu, ni kitu fulani hivi kilikuwa kinasaidia kwa watoto wetu. Watoto wakicheza wao kwa wao, ni rahisi wao kuropoka, anaweza si asimwambie wenzie, akaropoka kwa wenzake, mwenzake akamwambia mama yake, mama yake akatafuta mama yake, yani ilikuwa ni hivyo, kwa sababu mama wa yule alikuwa na uwezo wa kuja kuongea na mama wa huyu kuhusiana na mimi, kwa ilikuwa ni rahisi kwa mimi as, mimi I would argue as sisi wazazi kwamba hebu tu change our lifestyle, na tukichange our lifestyle, ina maana ma- mabadiliko ma yanaanzia kwetu. Mimi leo mtoto wangu kama haoni hizo soda na maji 24/7 in the house, kwa sababu ananiona na kunywa I mean, soda na juice in the house, kwa sababu ananiona nakunywa maji most of the time. Na yeye atapick habit ya kunywa maji, atakunywa soda kwa sababu bado ni mtoto, soda ni, ni sukari, kwa hiyo atakuwa na enjoy. Atakunywa hizo juisi, akutana nazo, lakini itakuwa sio kwamba maisha yake ya, ya maji ya kunywa, yamekuwa substitute na soda. Haya, huyu mtoto ambaye mimi let's say anaona naenda kulala as early let's say as saa 3 au saa 4, na yeye nikimwambia nenda kalale mapema mtoto ata, ata, ataenda. Yani, kwa sababu anaona, kombo, mbona mama analala mapema? Mimi nikapunguza screen in my life, ina maana na mtoto naye ni rahisi kwake kupunguza screen kwa sababu anaziona saa ngapi eh? Simruhusu mtoto kuwa na hiyo screen Aye niwemfundisha mtoto wangu kuinteract eidha na wengine au hata na mimi. Ni rahisi mtoto kuweza at a very early stage kukuelezea as they grow, kuna vitu watapunguza kukuambia, lakini ni rahisi pia na wewe mzazi ku notice pattern, kwa sababu unamjua mtoto wako na mtoto wako pia anakua kwamba niko kumwelezea mama au baba kwa sababu, kwa sababu moja mbili tatu, lakini pia Jamani, majirani zetu, ndugu jamaa na marafiki, sio maadui. Mimi naweza nisione tabia ya mtoto wangu, kwa sababu ataificha, ananiogopa akaiona jirani yangu au mtoto wa jirani yangu aka, akaona kabia, mama nilimwona fulani anafanya hivi. Yeye kama mzazi atakuwa na uwezo wa kuja kuniambia eh, mama fulani niliona kitu fulani. Those kesi ilishoi kutokea kwenye mazingira sao somewhere uko akati nakaa mtoto, mtoto alikuwa wa kike na wa kiume kwao. Mtoto wa kike anamwambia wa kiume anamwambia huyu mtoto wa kike walikuwa amelala kwenye kochi anamwambia, ah, lala huku ukutani, wamama wanalalaga ukutani, wababa wa wanalala huku. and yule mtoto wa kiume ndo aliyosema, yule mtoto wa kiume ndo aliyosema. Lakini mama yule mtoto wa kiume alikataa, yule mama alikataa kwamba sio mtoto wake, na hamna mtu pia anaweza kwenda kumwambia kwa sababu unaendaje kumwelezea mtu wa hivyo. kwa hiyo ile kauli ya it takes a village to raise a kid ndo hii. Hii ndo village, sisi ndo village, wenzake ndo village. village and all so let's change the lifestyle in our houses kusaidia watoto wetu na vizazi vijavyo. Thank you I'll see you on the next episode, bye.